Ada, mwana mama, unataka kupendeza, unavaa viatu gani? Unakwenda ofisini, una kikao kitamu, kizito, unavaa viatu gani? Footwear Paris eh? Cheki mguu, tazama mguu. Office wear, corporate. Eh, unakwenda kwa vikao unamwambia mtu nataka bilioni 15 uwekezaji wa mburahati. Anakupa, anakupa. Tazama ukali kali. Sawa, unataka kwenda mna kazi ya ofisi lakini mmetoka kikazo, alafu unatoka kistandard kivivi VIP. Unapiga hivi vitu unamtisha tu mtu kwanza. Eh, bwana hapa ni viatu vimetoka Uturuki. Maamuzi ni yako. Unataka kuvaa mafamba au uje hapa uvae vitu ambavyo vimeenda shule. Nakukumbusha, hivi vitu vimetoka Uturuki. Naposema Uturuki, quality hali ya juu. Tazama Tazama quality ya kiatu, tazama quality ya kiatu. Unavaa mwaka mzima, sio kiatu unavaa wiki moja wiki ya pili kimeharibika. Sasa njo sasa, kuna wale wengine wanasema no dc, mimi high heels naniumiza, high heels huku vinaniumiza. Aya, njo hiki hapa, kitakuumiza nini tena hapa? <laughs> e bwana, sisi tunapatikana Mbezi Beach kwa Zena. Ukifika kwa Zena tu hapa unatuona tumejaa barabarani kabisa. Ukiwa unakwenda e Mbezi, basi mkono wako wa kushoto, ukiwa unataka kwenda mjini, upande wako wa kulia, kwa Zena hapa utaona vioo vioo na mataataa fulani mazuri kabisa. Umeona hivi vya chini, wewe kama viatu virefu